Kiongozi wa umoja wa wanauamsho wa nchi za Afrika Mashariki na ya kati, tumetoka Tanzania tumemaliza mkutano kule, na sasa tulikuja hapa Burundi tumefanya mkutano mmoja hapa mkoa wa Ngozi. Mkutano wa uamsho umekuwa mzuri sana, watu wamehudhuria wengi, wachungaji wengi, Wakristo wengi Watu pia wameponywa wengi sana, watu wamepokea neno la Mungu, wamekuwa na mafundisho kwa ajili ya uongozi na kwa ajili ya mambo ya, ya ndoa, ili watu wawe na upendo kwenye familia, kwenye jamii, kama familia, kama wana ndoa, wasiwe na mifarakano. Mafundisho yamekuwa mazuri kwa kweli, watu wanafurahi sana. Tumekuwa na wandugu kutoka Amerika tumekuwa na wengine kutoka Uganda na kutoka Kenya, Tanzania na Zambia, na mpaka hapa tulipofika, kwa kweli inatia faraja kubwa. Kumekuwa na mwamko mkubwa wa kuombea mataifa yetu Tanzania pamoja na mataifa mengine. Kwa hapa Burundi tumefanya maombi makubwa sana jana na watu wengi wamejitokeza kuombea amani ya nchi zetu bila kuangalia mambo ya udhehebu. Maombi haya hayana uhusiano na udhehebu udini, ni maombi kwa kila mmoja, amani ni kwa kila mmoja, awe ni Mkristo awe sio Mkristo wa dhehebu la wa dini yoyote wa imani yoyote na hata wale wasio hosali. Wote tunahitaji amani, tunahitaji neema ya Mungu ili tupate mvua, tulime na kuvuna. Tunahitaji hali ya hewa iwe nzuri kila mmoja. Kwa hiyo maombi haya sio ya kidhehebu, siyo ya, ya kikanisa, ni kwa kila mtu ili aweze kustawi na kuishi aa, na amani. Kwa hiyo tumemaliza vizuri jamii imefurahia, na sasa tunapanga kuelekea mataifa mengine, na kutokana na hali iliyotokea ya vita kati ya Israeli na Irani tume, watu wameamka sasa kuomba, kwa sababu wamekuwa na habari za unabii ambao unapatikana kwenye mtandao ulitolewa na Dr. Samuel Doctorian mwaka uh, 1998 kwamba kutakuja kutokea vita vya kinyuklia katika mataifa hayo na vitasambaa sana. Kwa hiyo kila mmoja ameona me, umuhimu wa kuomba na watu wamejitoa kwa bidii kuomba. Serikali za mataifa yetu viruhusu ziruhusu watu kuomba, eh, hasa amani. Amani ni ya muhimu ili serikali iweze kuendelea iweze kuwaletea watu maendeleo, iweze kufanya shughuli zake na watu wenyewe waweze kufanya shughuli zao. Yeah, amani ni kitu cha kwanza, nafsaidia uh, Afrika manchi yetu kwa juu. Mungu alituita kwa, kwa hii wa mwisho uh, kuombea Afrika kuombea nchi zetu kuombea makanisa kuombea viongozi wa tofauti wa viongozi wa wa, makanisa viongozi wa nchi zetu. Kwa, upiti, kwa kupitia hii uamsho hii uamsho, naamini uamsho ikinasaidia Afrika kushimama imara kama uh, continent, ina ina inaamini ina Mungu inaamini Mungu n ina hii uamsho ikinasaidia, tuko tunaombea Afrika, tuko tunaombea viongozi, tuko tunaombea amani, tuko tunaombea holiness kwa kwa, continent yetu kwa nchi zetu, tunaombea viongozi wa makanisa tunaombea uh, walaia tunaombea yeah, viongozi wa magavumenti. Naamini naamini kile chenye kiliko kinafanyika kwa manchi yetu, naamini hii uamsho, hii huduma ya uamsho iko inafanya kitu kikubwa sana kusaidia hii Afrika manchi zetu kwanzo, kila mara kila siku tuna uh, tuko tunaomba tunaombea Afrika tunaombea nchi zetu. Hii kinasaidia uh, kuombea amani, kuombea development uh, uh, kuombea umoja kwa hizi nchi kwa kwa hizi nchi makanisa uh, uh, hapa Afrika tunaendelea kuomba na tuna imani tofauti tofauti, lakini kama viongozi kama Wakristo tunamini nchi yenye uh, haina imani kwa mkombozi haina imani haina, um, haina, u, u, haina uwezo wa kutoa uhuru kwa waraia kwa wenye wana, wale wanaishi kwa hiyo nchi, kuomba nitakuwa shida takuwa shida. Uh, sisi kama wa Kristo tunaamini kupata amani lazima uamini Kristo, ni lazima uombe, ni lazima wamini uh, kama Mungu uh, ndio muwezayo, ndio anatoa amani anatoa pia, anatoa uhuru anatoa, uh, uh, uh, kama anatoa wisdom wa kuongoza hata nchi hata ka hata ya, hata kanisa na tunaombea hizo nchi ah, zenye hazinatoa hii uhuru hii freedom ya kuomba hazina hii ah, muda wa kupacha um, uamusho watu waombe. Oh, tunaendelea kuwaombea tunaamini Mungu atawasaidia atawawezesha ataongea na ataongea nao kwa mambo ya hii uamusho mara nyingi tangaza uamsho lakini huu mmoja wa kuonesha watu kutoka nchi mbalimbali, nadhani ni ishara ya kuonyesha watu kuna uamsho na umeshaanza na utaenea kila sehemu. Kwa sababu niseme, kama mtu ameungana na sisi kutoka Kenya anaenda kuwasha moto Kenya, kama kuna mtu ametoka Marekani tunaenda kuwasha moto kutoka Marekani, na watu kutoka Uganda, kila sehemu, kila nchi ambao wametoka naenda kuwasha moto. Na Mungu anatafuta kitu dini mmoja, niseme. Uh, ma mfarume wetu Yesu Kristo atutafute mtu mwingine kutoka sehemu nyingine. Huu moja ni ule ambaye Mungu au Biblia inaongelea. Sasa na kila watu kutoka sehemu nyingine tunawatangazia muwe na umoja, kama hakuna umoja tupendane tuombeane, tuombe pamoja na Mungu atatenda kitu kupitia sisi. Kuja unakuja kwa ajili ya maendeleo kwa ujumla ya taifa, maendeleo pia ya Ukristo, maendeleo pia ya nchi na kadhalika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tumeshirikiana vizuri na watumishi wa Mungu wa hapa Burundi, na limekuwa kongamano kubwa la baraka sana kwa kweli. Tunamshukuru Mungu ametusaidia na tumemwona Mungu akiendelea kusaidia watu. Injili imehubiriwa, watu wamepokea Injili, watu wameponywa, wamefunguliwa na tunamtukuza Mungu kwa hilo lakini